Bwana somu imekushika na kukamata kikweli kweli. ah, historia ya tende ni ndefu, kwani inatokana na tamaduni za, za zamani. Utamu wa tende inakadiriwa kuwa ni utamu wa asilimia 61 hadi 68 ya sukari. E, e utamu huo, hizi tende hizi tunazokula unazijua faida zake? Sasa ngoja ni kuchanue karibu tena kwenye hashtag ya leo. Najua bwana somu imekushika na kukamata kikweli kweli, na ile tunasubiria mida ya magharibi, uh, kwenye mkongamano wa kugawanyiwa tende kule msikitini. Ila nikuulize ama nikujuze, je, yeah. hizi tende hizi tunazokula unazijua faida zake? Sasa ngoja nikuchanue. Tende ni matunda yanayotokana na mti wa date palm, na ni miongoni mwa matunda maarufu katika maeneo ya joto na hii hasahasa hasa katika maeneo ya mashariki ya Kati, Afrika Kaskazini, na maeneo mengine ya joto hapa duniani kama vile Mombasa, yaani pwani yote kwa ujumla. Uh, historia ya tende ni ndefu kwani inatokana na tamaduni za, za zamani na imekuwa sehemu muhimu ya chakula na urithi wa kiasili wa jamii nyingi, na tende ziko zaidi ya kumi na mbili. Pia unaambiwa kwamba urefu wa mti wa mtende ni futi mia moja. Yani huo ni urefu wake. Cha ajabu ni kuwa tende inaweza kufika hadi miaka mia moja ikiwa sheria na masharti imewekwa na kuzingatiwa. Kwa mti wa mtende iko kati ya kimo cha inchi moja hadi inchi tatu, ila inategemea na pahali palipopandwa a, pia tunaambiwa kwamba tukizingatia tende yenyewe iko na rangi tofauti tofauti, sio ile moja uliyozoea wamba tende iko na rangi mbili ambayo moja ni nyekundu ya kukomaa au ya kukolea, na pia rangi ya manjano. Na kwa utamu wa tende inakadiriwa kuwa ni utamu wa asilimia 61 hadi 68 ya sukari e, e, utamu huo. Tukiangazia historia kidogo ya tende ni kuwa uh, tende ni matunda ya mti wa date palm ambao umetumika kwa karne nyingi hasa katika tamaduni za Waarabu ilijulikana tangu miaka mingi, yani takriban miaka elfu saba iliyopita, na, na ilikuwa katika maeneo ya Misri ya kale, Uajemi na Mesopotamia. Na matumizi ya kale ni kuwa uh, katika historia ya Waislamu tende ina umuhimu mkubwa, kwani inatajwa katika Qurani tukufu kuwa ni chakula cha afya na kinga, na ndio maana unapomwona Abdala ama Saidi ana ukimbilia Iti, uh, basi jua uh, anafata chakula muhimu sana pia. Miongoni mwa mataifa ya kale uh, tende ilikuwa sehemu muhimu ya chakula hula na ilitumika katika matukio ya kidini na ya kijamii, na tende pia imekuwa ikipandwa katika maeneo ya Afrika Kaskazini Mashariki, na sasa imeenea kote duniani, hasa katika maeneo ya joto kama vile India, Pakistan, Bahrain na baadhi ya maeneo ya Afrika Kusini. Sasa tukiangalia faida za tende, ni kwamba hii husaidia misaada kwa mfumo wa digestion, msaada kwa afya ya figo, kusaidia kwa vitamini na madini uwezo wa kupunguza matatizo ya moyo kwa sababu ya viambato vyake vya potasiamu na kusaidia afya ya ubongo na ngozi. Tende ni matunda yenye faida nyingi za kiafya na hutumika kwa namna mbalimbali katika tamaduni tofauti hapa duniani. Hii inafanya tende kuwa sehemu muhimu ya chakula uh, cha kila siku kwa watu wengi, na inaweza kutumika katika vyakula mbalimbali mbali kama vinywaji na hata snacks. Sasa kwa sababu umejua faida za tende, je, unaweza Kula tende, a mara ngapi kwa siku? Usikosi kusikiliza hashtag ya leo kila siku Ijumaa saa kumi jioni ndani ya Dayo YouTube channel.